Starts, sport next level. Wakati wananchi Yanga wakielekea kufurahishwa na mabadiliko ya ratiba ya mechi ya dabi kati yao dhidi ya Simba ambayo awali bodi ya ligi ilitangaza kufanyika Juni 15 eh, mwaka huu wa 2025 lakini kwenye mabadiliko mapya ikaiweka Juni 25 kuwa ndiyo siku itakayochezwa mechi hiyo eh, kati ya Yanga dhidi ya Simba katika mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara, watani wao wa jadi Simba, hali inaonekana kuwa ni tofauti kidogo Ndiyo kama kipimo cha juu ya namna walivyopokea kwa furaha mabadiliko ya ratiba hayo, ni juu ya namna walivyotoa taarifa rasmi kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii basi Yanga yaonyesha kwamba wamefurahia zaidi, ilhali wekundu na Msimbazi Simba unaweza ukatafsiri vinginevyo. Hilo linatokana ukweli kwamba mpaka sasa wakati huu tukiwasilisha suala hili hapa kupitia jukwaa la Mbwaduke Stats Sport Next Level, Yanga ndio pekee ambao kwenye ukurasa wao wa mtandao wa kijamii wa Instagram walikuwa wametoa taarifa ya kuonyesha kwamba wanajiandaa kuelekea kwenye mechi hiyo ya Juni 25, mechi ya mwisho ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu wa 2024 2025. Ndiyo, Yanga wametoa mpaka picha za kisanifu eh, za graphics kuonyesha juu ya maandalizi na kuwapo kwa dabi hiyo ya Juni 25 itakochezwa kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam saa 11 jioni ikiwa ni mabadiliko ya ratiba iliyotangazwa awali na bodi ya ligi ya Juni 15, ikiwa ni kutokana na mchezo ule ulioahirishwa Machi 8 mwaka huu, mechi ambayo baadaye ilizua sintofahamu kubwa kati ya Yanga na bodi ya ligi lakini pia ikihusisha wekundu wa Msimbazi Simba ambao ndio wapinzani wa Yanga katika mechi hii ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara. Ikumbukwe baada ya bodi ya ligi kutoa taarifa hiyo Mkuu wa idara ya habari na mawasiliano kwa umma ya Yanga Ali Kamwe amesikika akielezea juu ya namna wanavyoendelea kujiandaa kwa kina kuelekea mchezo huo, lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kupitia ukurasa wao rasmi wa Instagram, mpaka sasa wakati tukizungumza, hakuna lolote lililopostiwa kuelezea dabi hiyo ambayo wao awali katika taarifa yao kwa umma walishaeleza kwamba wamejiandaa kucheza Juni 15 na kwamba hawako tayari kucheza mchezo mwingine wowote wa dabi nje ya Juni 15 iliyokuwa imetangazwa awali na bodi ya ligi. Wakati huu tukizungumza, ni saa takriban 20 zimepita tangu bodi ya ligi watoe tangazo hilo la kuwapo kwa mabadiliko ya ratiba kutoka Juni 15 ilikuwa imetangazwa awali na ambayo ilikuwa ikipingwa vikali na Yanga ambao ni wenyeji wa mchezo huu hadi kuwa Juni 25 tano, lakini wekundu wa Msimbazi Simba, ndani ya saa hizo takriban 20, kwenye ukurasa wao rasmi wa Instagram, kinachoonekana kitu cha mwisho walichopost, ni kwa wakati huu tunazungumza, ni takriban saa tano zilizopita, yes, ambacho ni nini? Ni picha inayoonyesha Shemalon Fondo beki wao wa kimataifa kutoka Cameroon, akiwa na Jasha Ahua mchezaji wao wa kimataifa kutoka Ivory Coast. Ndio hiyo picha no, unayoiona hapo hilo ndio jambo, jambo la latest jambo la karibuni ambalo kupitia ukurasa wa Instagram Simba wamepost, lakini kabla ya hapo saa takriban 22 zilizopita ilizopita walikuwa wameposti picha zenye kuonyesha mashabiki wao wakiwa wanapeperusha bendera mbili, bendera ya klabu ya wekundu wa Msimbazi, Simba, na bendera ya Tanzania ikiwa pengine ni ishara namna gani ambavyo wao wanaposhiriki michuano ya kimataifa wamekuwa wakipeperusha vyema bendera ya nchi katika kuwakilisha nchi kwenye michuano wanayoshiriki, kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia ligi ya mabingwa barani Afrika. Miongoni mwa tafsiri ambazo mwingine yeyote anaweza kuzipata kwa kukumbuka kwamba mpaka sasa ligi kuu Tanzania bara kwa mujibu wa CAF na vigezo vyake inashika nafasi ya tano kwa ubora ikizidiwa tu na ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Afrika Kusini na ligi kuu ya Algeria, yenyewe ikishika nafasi ya tano ikiwa na pointi 82.5. Kati ya hizi pointi 82.5, Simba wakichangia pointi 48, Yanga pointi eh, pointi 34, halafu kuna Namungo yenyewe mchango wake ni pointi 0.5, jumla inatengeneza hii 82.5. Kwa lugha nyingine, Simba kupitia ukurasa wao rasmi wa mtandao wa Instagram hawajaposti chochote kuhusiana na ratiba hii mpya ya bodi ya ligi kuelekea mechi hiyo ya dabi. Pengine swala la kusubiri kuona je, Simba wana msimamo upi? Maana kama ni taarifa kupitia ukurasa wa kijamii wa Instagram hakuna taarifa yote kuhusiana na mabadiliko ya mechi hiyo ya dabi, tofauti na wataniza wajadi Yanga ambao ni wenyeji kwenye mchezo huo ambao wamekuwa wakiichangamkia zaidi na kuitolea matangazo na taarifa juu ya namna wanavyojiandaa kuelekea mechi hiyo. Ikumbukwe katika ligi kuu Tanzania bara Hivi sasa Yanga na Simba ndio klabu pekee ambazo zina uwezo wa kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga ndio inaongoza ikiwa imecheza mechi 27 kama Simba, lakini iko kileleni mwa msimamo kwa sababu ina pointi sabini na tatu. Simba ingali ikifuatia katika nafasi ya pili, yenyewe ikiwa na pointi sabini na mbili na ndizo klabu pekee ambazo zina uwezo wa kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu 2024/2025 kwa sababu zinazofuatia kuanzia Azam ambayo iko nafasi ya tatu ikiwa na pointi 57, lakini Singida Black Stars yenye pointi 53 nafasi ya 4, na klabu nyingine kama Tabora United, JKT Tanzania, Dodoma Jiji na nyingine zozote hazina uwezo wa kufikisha idadi ya pointi hizi ambazo zimefikiwa na Simba na Yanga hata kama watashinda mechi zao zote zilizobaki. hivyo wenye uwezo wa kutoa ubingwa ni Simba na Yanga, kama timu zote hizi zitashinda katika michezo yao miwili miwili kabla ya kufika Juni 25. Maana yake mechi hiyo ya Juni 25, mechi ya mwisho ya msimu 2024 2025, kati ya Yanga dhidi ya Simba kwenye uwanja wa Mkapa itakuwa ni kama fainali ambayo matokeo yake yatazalisha bingwa wa msimu huu kwa sharti tu kwamba wote wawe wameshinda mechi zao zinazofuatia: mechi mbili Yanga dhidi ya Tanzania Prisons itakochezwa Juni 18 na Yanga dhidi ya Dodoma Jiji Juni 22, lakini Simba dhidi ya Ken Gold na Simba dhidi ya Kagera Sugar. Endapo zote zitashinda mechi zao, hii mechi ya Juni 25 ndio itakayoamua bingwa wa msimu huu, kwa sababu wote wakishinda, tofauti ya pointi baina yao itabaki kuwa pointi moja, kwa sababu Yanga wakishinda mechi mbili, maana atakuwa na pointi 79. Simba wakishinda mechi zao mbili watakuwa na pointi sabini na nane. Tofauti ya pointi itakuwa ni moja. Kwenye mchezo huu wa Juni 25 endapo Yanga itashinda maana yake itakuwa tayari imetwa ubingwa ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya nne mfululizo kwa sababu wao ni mabingwa mara tatu mfululizo zilizopita. Lakini Yanga endapo matokeo yatakuwa kila mmoja kashinda mechi zake kama nilivyotoka kueleza, halafu siku hiyo ikatoka sare yoyote ile Yanga watakuwa bingwa kwa sababu bado watakuwa juu kwa pointi moja dhidi ya Simba. Kwa Simba endapo itakuwa imeshinda mechi zake zote mbili kama ilivyotoka kueleza, dhidi ya Ken Gold, dhidi ya Kagera Sugar, maana yake mechi hiyo ya Juni 25 dhidi ya Yanga itahitaji ushindi, ushindi wowote ule. Ikipata ushindi, maanake pointi zake zitaongezeka na kufika 81 Yanga watabaki na pointi zao hizi sabini na tisa kama zilivyo baada ya kushinda mechi mbili zinazofuata, na hivyo Simba kwa mara ya kwanza baada kupita, ubingo, ya misimu mitatu kupita watakuwa wametoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara na kuipiga stop Yanga ambayo imetoa mara tatu mfululizo. Kwa hiyo mechi hiyo ya Juni 25 ina umuhimu wa kipekee katika kumpata bingwa msimu huu, kwa sharti nalirudia kila mara kwamba timu hizi zipate matokeo ya kufanana katika mechi mbili zinazowakabili kufikia hiyo Juni 25. Kwa mfano zote zikitoa sare sare sare sare maana yake bado tofauti ya pointi baina yao itabaki moja, au kila moja akishinda moja akifungwa moja, maana yake bado tofauti ya pointi baina yao itabaki moja, na hivyo bado hiyo Juni 25 ndio itakayotoa bingwa, na matokeo mengine ya nasibu katika mechi hizi mbili kuelekea Juni 25, alimradi mradi tu kama pointi zao zitaendelea kuwa tofauti ya pointi moja kwa kila moja. Je, yeah, itakuwa vipi? Bila shaka ni mechi ya mvuto sana, ni swala la kusubiri kuona nini kitakachotokea. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Spot Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data, shukran jazilan, bye bye. Yes. Mbwaduke Stats Spot Next Level.